Hello guys. Karibu katika session ya nne ya matumizi ya mfumo wa watumishi poto ambapo kwa siku ya leo tutaangazia moduli ya e-likizo. Hatua ya kwanza hakikisha kompyuta yako imeunganishwa na mtandao wa intaneti. Lakini hatua ya pili fungua browser ya internet na sehemu ya juu ya address bar andika address ya mfumo wa ess.utumishi.go.tz. Press enter kwa keyboard na baada ya interface ya mfumo kufunguka kama inavyoonekana, sehemu ya username andika check number, lakini sehemu ya password andika password ya mfumo. Na baada ya hatua hiyo click login. Na baada ya kuingia katika dashboard ya mfumo kama ilivyofunguka, moja kwa moja chagua moduli ya e-likizo. Na baada ya hatua hiyo sehemu ya kushoto kwako click my leave application. Baada ya hatua hiyo click apply leave. Na baada ya hatua hiyo itafunguka form maalum yenye aina mbalimbali za likizo kama inavyoonekana. Kwa hiyo moja kwa moja tutaanza na likizo ya annual leave ambayo ni likizo ya mwaka. Kwa hiyo click apply leave na baada ya hii fomu kufunguka, moja kwa moja sehemu ya start date, sehemu hii ya kalenda utachagua tarehe na mwezi wa likizo husika kama ilivyosetiwa katika mfumo wa utumishi. Kwa mfano likizo yangu ni tarehe moja mwezi wa tano, nitachagua. Lakini baada ya hatua hiyo, leave days, utaandika idadi ya siku za likizo yako ya mwaka. Baada ya hatua hiyo, sehemu ya description, andika maelezo kwa ufupi likizo ya mwaka. Na baada ya hatua hiyo, sehemu ya dependent utaona wategemezi wako. Na baada ya hatua hiyo, sehemu ya location and payment. From region, chagua mkoa unakofanyia kazi. From district, unafanya kazi wilaya gani? Kwa hiyo utachagua wilaya husika unakofanyia kazi. Lakini to region, chagua mkoa unakokwenda lakini pia utachagua wilaya husika. Na baada ya hatua hiyo, sehemu ya chini ya transport fee, mfumo moja kwa moja utakokotolea eh, kiwango cha gharama ya nauli ama fedha yako ya likizo kwa ujumla unaostahili kulipwa kama inavyoonekana. Lakini sehemu ya chini utajiridhisha taarifa zako za kibenki, eh, kama ilivyo akaunti ya benki lakini pia baada ya hatua hiyo uta click submit request, na baada ya hatua hiyo maombi haya ya likizo yatatumwa kwa mkuu wa idara au kitengo. Na baada ya mkuu wa idara au kitengo ku approve likizo yako, maombi hayo yatatumwa kwa afisa utumishi kwa ajili eh, ya kupitisha likizo husika. Baada ya hatua hiyo, unaweza ukachagua aina nyingine ya likizo kwa mfano kuna maternity leave kwa kina mama. Kwa hiyo kama ni maternity leave utaclick apply leave, na baada ya hatua hiyo utachagua tarehe na mwezi husika, na baada ya hatua hiyo, sehemu ya mbele kuna sehemu utachagua idadi ya siku za likizo ya uzazi kulingana na sheria na taratibu. Lakini baada ya hatua hiyo description utaandika maelezo kwa ufupi likizo ya uzazi. Na baada ya hatua hiyo, sehemu ya chini kwenye other details uta, uta add attachment kulingana na taratibu za kiutumishi zinavyoelekeza. Na baada ya hatua hiyo, uta click submit request. Na baada ya hatua hiyo, maombi haya yatatumwa katika ngazi husika kwa ajili ya kupitisha likizo yako ya uzazi. Baada ya hiyo, naomba kuwasilisha moduli hii ya likizo, na karibu katika moduli nyingine zinazofuata. Baada ya hiyo, sehemu ya juu kushukulia e, click sehemu hii, na baada ya hiyo click log out.